Mstari ule wa saba anasema ya kwamba wamenichimbia mashimo wamenitegea wavu. Kwa kuna wakati mwingine adui anatutegea wavu anatuchimbia mashimo, mashimo ya magonjwa tuangamie, mashimo ya mauti tuangamie, mashimo ya ajali tuangamie, lakini bwana amekuwa upande wetu. Neno lake linasema katika Zaburi ya tisini na moja msali ule wa kumi na kuendelea anasema ya kwamba atawaagiza malaika zake watatuchukua mikononi mwao, watatulinda tusije tukajikwaa miguu yetu. Kwa kuna wakati tumewekewa vikwazo tujikwae miguu yetu kiroho na kimwili. Kuna wengine walitegewa mitego wamevunjika miguu, kuna wengine walitegewa mitego e, wame, wame, wamepata ajali wamekufa, wengine wamevunjika wengine wamepegewa mitego wako stalini hawainuki, wako anali, wanakula kwa kutumia mpira. Lakini neema yake imekuwa pamoja nasi, tumeona mwaka mwingine. Pigia Bwana makofi na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa, ni muhimu sana kwenda mbele za Bwana kumshukuru kwa yale aliyetutendea mwaka uliopita. Yako mengi Mungu wetu wa mbinguni ametutendea kwenye mwaka uliopita. Tumepitia mazingira magumu kwenye mwaka uliopita tumepita wakati mgumu sana, wachau walijipanga, yamkini tusimalize mwaka, lakini kwa mkono wa Bwana tumemaliza mwaka na tumeingia mwaka mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo mengine Mungu ameyazuia rohoni, hatujayaona mwilini vita. Kuna vita vingine Bwana wetu Yesu Kristo ametupigania bila sisi kuona, na ukisoma katika Zaburi hii ya mia ishirini na nne Zaburi ya mia ishirini na nne Zaburi ya mia ishirini na nne tutaenda mbele zake Mungu wetu wa mbinguni kumshukuru, kumshukuru, kumshukuru. Hii Zaburi ya mia ishirini na nne mstari wa kwanza mpaka ule wa nane anazungumzia anasema, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli naaseme sasa kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipotushambulia, wanadamu walipotushambulia kwa kuna wakati mwingine wanadamu walijipanga kutushambulia. Kuna wakati mwingine wanadamu wenzetu wenye nia ovu wasiotutakia mema walijipanga kutushambulia. Lakini neno la Bwana linasema ya kwamba neno la Bwana linasema ya kwamba, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipojipanga, wanadamu walipotushambulia kwa kuna wakati mwingine wanadamu walijipanga kutushambulia. Anasema msali wa tatu papo hapo wangalitumeza hai, hasira yao ilipowaka juu yetu. Kwa hiyo kuna wakati mwingine walipanga kutushambulia, lakini mkono wa Mungu ulipokuwa pamoja nasi, ulitusaidia, ulituepusha na mashambulizi yao, ulituokoa na mipango mipangu.